Lakini basi, nichukue nafasi hii ni kukaribishe useme maneno mawili matatu, maana nadhani moyo wako sasa umejaa hisia kwamba umeitwa kwa ajili ya kuja kuheshimisha familia ya mzee, kwamba bado tunatambua uwepo wa familia ya mzee Lowassa. Nafikiri moyo wako umeshakuwa na na amani. Kwa hiyo karibu sana usalimie, useme mawili matatu, sisi tuweze kuendelea, tukuruhusu uendelee na majukumu yako. Karibu sana.

Na mimi kwa uwezo wangu nitajitahidi nitakavyoweza kufanya. Kweli Monduli mimi naipenda, sio uongo, leo anasema ukipenda boga napenda paka na ualake. <laughs> Kwaio nilivoolewa Monduli nikaleta huku kwa kweli nilipapenda na watu wake niliwapenda sana. Watu wa Monduli nimewapenda kutokalia, kweli kabisa nimeshinda kujifunza lugha, lakini kweli hicho kidogo ninachokijua hata kama ni salamu tu. Ni ya upendo kwa sababu kweli nawapenda kutoka kwenye moyo wangu, ni watu ambao hawana hila. Nilivyoishi ni nao, nimeishi nao, hawanijui si wajui, lakini nimeishi nao kwa upendo. Miaka yangu yote nimekulia ni ni hapa, mimi nimekuja hapa niko mdogo sana, lakini nimekulia hapa, hao kina kareti wote nimezalia hapa hapa. Wanakuwa leo nimezeeka, nimekuwa na wajukuu, niko hapa hapa, ni ni Monduli hapa. Hata nyumbani nyumbani kwetu kule kwa, kwa babaangu na mamaangu alikozaliwa, sikujui vizuri, siwajui vizuri kama navyojua na kuifurahia Mwanduli. Baada ya kuitwa nikasema kawasalimu. Nika ndugu zangu wale, nikasalimu wanangu, wajuku zangu kwa kwa kweli leo tunasalimia tu, lakini pengine sijaondoka na kuwaga, kwa sababu mimi ni mama wake na Fredi, na Fredi sasa hivi ndio mbunge wenu rais anaongea na wakimaliza kuongea rais wanakuja kuu anarudi tena huko, atakuwa sio mimi. Naomba nisemi kwenu wale warika za baba yake kwamba hawakuja, mwapeleke ujumbe. Naomba ni wakabidhi kadeti kwenu, naomba ni wakabidhi Fredi mikononi mwenu. Mimi Mungu alinijalia, nimemzaa, nimemlea, amekuwa, lakini alipofikia sasa hivi, kama ambavyo nilipata msaada wa namna nyingine, wakati anakuwa sasa hivi, na wahitaji nyinyi zaidi, kwa sababu amefika rika sasa la kuweza kuwa pamoja nanyi na kuongea pamoja nanyi na kati yenu pia awesome. Kwa hiyo naomba niwaachie mikononi mwenu, mimi sina uwezo na nguvu zangu zinaendelea kupungua na wakati mwingine hata mbinu za kuishi na vijana na nani, siku hizi pengine sina tena. Lakini mimi naamini kwa umoja wetu tulioko hapa, mkimshika na kushikamana pamoja naye, na yeye atasimama imara, akijua nina Munduli yetu na Munduli yetu kwa pamoja nami, atakuwa hana woga, hana wasiwasi, na ujasiri utakuwa ndani yake. Baada ya hilo, naomba nimalizie sasa kwa kusema Ah, katibu nimesikia kwamba mnajenga ofisi. Bahati mbaya sikuweza kufika kwa sababu ya muda. Muda umechelewa maana tunaanza safari ya kurudi. Sikupata muda wa kwenda kule ofisini. Mimi nimefurahi sana kusikia hilo tendo. Asante. Kwamba sasa mmepata mahali, mtapata mahali ambapo mahali mtakuwa mnakaa hata kama sio mikutano mikubwa kama hii, lakini hata ile midogo midogo kuna sehemu ya kukaa pamoja na na kukutana na kuongelea mahali palipo pazuri zaidi. Nikasema nimetafakari tu hilo, nikasema labda pengine mimi kwa uwezo huo mdogo nilioko nao, naomba nisaidie kuleta lete viti. Mungu akinisaidia, nitaleta viti ambavyo pengine vitakuwa vinasaidia hata mnapokutana mahali kama hapa, mpate sehemu ya ku kila mtu aweze kukaa, e, manake manake sidhani kama ni vizuri, wengine kama mngekuja wengi zaidi, nadhani wangekuwa pende bado wamesimama wengine, pengine hawana sehemu ya kukaa. Kwa hiyo nikasema ni na mimi naomba mchango wangu nilete viti, na Mungu anijalie, nadhani mpaka mwanzoni mwa mwezi ujao nitakuwa nimeshafikisha sana. baada ya hapo naomba niwashukuru sana ndugu zangu.